Hapo ulipo hauoni njia ya kutoka hapo ulipokwama, hebu jaribu kujichunguza, una tabia gani ya asili ambayo umeshindwa kuiacha, ambayo unaona kila unachokifanya hauoni mwanga, kila unachokifanya hauoni njia? Kumbe ni ile tabia ya asili ambayo inakusumbua, umeshindwa kuiacha kabisa. Basi tunapoenda kuomba maombi ya toba, hebu mwambie Mungu nina tabia yangu ya asili ambayo imenizuia, inanishinda kuiacha. Ni kwa msaada, kwa msaada wa Roho wako Mtakatifu tu ndo unaweza kutoka mahali ambapo nimeshindwa kutoka, kwa ajili ya hiyo tabia ambayo inanikwamisha. Hiyo tabia ya asili imekuwa ikinisumbua, hiyo tabia ya asili imekuwa ikinikwamisha. Kwa hiyo unapoenda mbele za Mungu kwa maombi ya toba, hebu omba Mungu akusaidie uweze kutoka kwenye hiyo tabia ya asili, uweze kutoka kwenye hiyo tabia ambayo umekuwa unajaribu kuiacha lakini unashindwa. Mwambie Mungu, naomba Roho wako Mtakatifu anisaidie. Ninapoomba, ninapofunga, ninapoelekea kwenye huu mfungo wa siku ishirini na moja, basi nione matokeo. Sio ufunge kwa siku ishirini na moja alafu unamaliza na unahitimisha kwa kwa kongamano kubwa lakini hauoni matokeo yoyote, ni kutokana na tabia ambayo umekuwa ukishindwa kuiacha. Umekuwa ukishindwa kuiacha peke yako hautaweza, muombe Mungu akusaidie, muombe Mungu akusaidie roho yake mtakatifu, ili uweze kutoka hapo mahali ambapo umeshindwa. Jitakase fikra na mawazo yake, mawazo yako na ukimuda, unapoomba toba, unapoomba Mungu akusamee kuna fikra zinakujia na adui amekuwa akikunyanyasa sana kwenye fikra na mawazo yako, akikukumbusha ile dhambi ambayo umekuwa ukishindwa kuiacha. Umekuwa kila muda inakusumbua, ile tabia ya asili imekuwa inakusumbua, na kila ukiomba toba, ukiomba Mungu akurehemu, ukiomba Mungu akutakase, kuna sauti inakujia moyoni inakukumbusha, inakwambia ona jana ulifanya hichi ona jana ulifanya hichi, ulimsema vibaya yule mtu, ulifanya lile na lile. Embu jitabirie kuwa umeshinda, jitabirie kuwa umetoka mahali ambapo umekuwa ukishindwa kutoka. Kwa hiyo unapoomba maombi ya toba na kujitakasa, takasa fikra zako, takasa mawazo yako, na usahau ya kuwa lile ambalo umelifanya. Unapoomba tu toba, amini ya kuwa Mungu amekusamea na amekusafisha na amefuta kila kitu ambacho ulikifanya kwa kuto kujua ama kwa kujua. Kwa hiyo omba toba na ujitabiria kuwa sasa umeanza upya. Sasa utainuka utakuwa mtu mwingine. Mwambie Mungu Kupitia mfungo huu nataka nikuone, ubadilishe maisha yangu, ubadilishe kazi yangu, nikuone kwenye ndoa, nikuone kwenye biashara yangu, nikuone kwenye kazi yangu, nikuone kwenye elimu ya watoto wangu, nikuone kila mahali, kwenye kila kitu ninachokifanya. Kwa hiyo muombe Mungu toba, muombe rehema, mwambie Mungu akutakase, mwambie Mungu akuoshe, mwambie Mungu akusafishe, atakase fikra zako, atakase mawazo yako na unapoenda kufunga hizi siku ishirini na moja, ili uone matokeo ya ule mfungo wako wa siku ishirini na moja, na uhitimishe kwa kishindo, na umwambie Mungu akusaidie hizi siku zote ishirini na moja usipate changamoto yoyote ya kiafya. Mwambie Mungu, ninajiweka wakfu kwa ajili ya siku hizi ishirini na moja ninapoenda kufunga, ninaomba Mungu nikuone. Ninapoenda kufunga, ninaomba Mungu unisaidie ili ninapo lile jambo ambalo ninataka unitendee likapate wepesi mbele za zako. Basi mahali popote ulipo, ungana nasi tunapokwenda kuanza maombi haya ya toba na kumshukuru Mungu. Na wewe ambaye tayari umefika ndani ya ukumbi huu, usinyamaze, embu nenda mbele za Mungu kwa maombi ya toba, nenda mbele za Mungu ukimshukuru Mungu kwa kukupa afya ulio nayo, kwa kukupa uzima ulio nayo. Usinyamaze, hembu uiandae ibada yako ya siku hii ya leo, maana maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, lakini jawabu linatoka kwa Bwana. Embu andae ibada yako ya leo. Ibada yako ya leo ni wewe mwenyewe ndo unaweza kuiandaa. Hembu ambayo unataka itokee katika ibada ya leo katika maombi haya ya siku ya leo. Kwa hiyo twende mbele za Mungu tukimshukuru Mungu kwa maombi ya toba, twende mbele za Mungu kuanzia sasa hivi. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru tena, tunakuinua tena, asante kwa kutupa tena hii nafasi ya siku ya leo Baba, tunakutukuza, tunakuinua, maana unastahili. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Asante kwa siku hii ya leo asante kwa kutupa tena tarehe ya leo. Asante kwa kutupa muda huu wa leo we Bwana, asante kwa sababu wewe ni mwaminifu sana. Asante kwa sababu wewe ni mwema sana. Tuna kutukuza mfalme, tuna kuinua mfalme, tuna kutukuza mfalme, tuna kuinua mfalme, tuna kuinua mfalme, tuna kutukuza mfalme tunakuinua mfalme. Asante kwa wingi wa fadhili zako, asante kwa rehema zako, pamoja na mabaya ambayo tumekuwa tukiyafanya, lakini ee Bwana haujawahi kuchoka wala haujawahi kutuacha kutulinda, haujawahi kuchoka kutupa pumzi tunayoivuta, haujawahi kuchoka kutulinda ee Bwana. Tunakushukuru Yesu. Tunakushukuru Yesu. Tunakushukuru Yesu. Tunakushukuru Yesu. Asante kwa uzima. Asante kwa afya. Tunakutukuza mfalme. Asante kwa kutufikisha hata mwezi uwe Bwana. Kwani kuna wengine ambao tulianza nao Januari lakini hawakuweza kufika huu mwezi tulionao sasa, katika jina la Yesu Kristo. Baba, sisi ni nani mbele zako? Ni neema yako tu ndio imetufanya tumeweza kufika.